ya kuzungumza na watu wa Bukondo kupitia mimi najua kwamba kuna kitu anataka kuzungumza na mtu ambaye ana sikio na atasikia lililo la kwake na, na, na, na litabadilisha maisha yake. Hatakuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Ninasema asante Yesu Kristo, mfalme wa falme, Mungu iketie mahali pa juu palipoinuka kwa ajili ya wakati na nafasi nyingine. Sasa Bwana, sasa Bwana wa majeshi, tumekuja kuwasilisha ujumbe na kutia gizo ambayo umetupa kwamba twende ulimwenguni kote tuwafanye watu wote kuwa wanafunzi wako, tukiwabatiza kwa maji Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, mfano mafaro mchemedani, sasa ninajikabidhi mikononi mwako Bwana machisha, ili niweze kuzungumza na kusema kila ambacho umekusudia kuzungumza na watu wako. Niko kinyume na roho zote chafu zilizokusudia kupofusha fahamu na fikra za wengi ili kwamba usiweze kupokea neno lako kwa uzito. Kila roho chafu zilizoandaliwa kwa ajili ya kufifiza uzito wa ujumbe wako. Nizondosha mahali hapa. Wakuu wa anga, wakuu wa giza.

ya miungu wa bahari ukaamba na maji ukaramba na mawe, kwa moto huo upate kuteketeza vipeleka vyote vya tuwe hivyo, kwa vimejipanga kwa ajili ya kuharibu kusudi na kufanyiko hili kupitia katika jina lako takatifu. Bwana, nami najikabidhi mikononi mwako, nisiseme yaliyo ufahamu wangu, nisiseme yanayonihusu mimi, nikakuzungumzia wewe, nikakuleta kwa watu ule wa kusudia nisizungumzie sifa zangu nisizungumzie sivi zangu nisizungumzie wewe uliokomba ulimwengu kwa damu yako mone damu yako na atia ile nzuri na njema kupita damu zingine zote. Sante Buwana machishi kwa kwa umelito wa kovu kwa wale wote ambao watali amini jina lako siku ya leo. Sante kwa kwa Buwana machishi ulinda kufanyika suwisho ya matatizo kuandikwa kuwa kuwa na machozi unaenda kufuta dhambi na uchafu ulikuwa ukiwazinga walio wengi, walika kuwa tayari kulisikia neno lako na likabizi mikoni mwako, hili nikabizi mikoni mwako wareze hii Bwana ukatawale. Mapepo asitawale, magonjwa asitawale, kuzimu isitawale, mamlaka za giza zisitawale, wala Bwana machozi utawale mahali hapa

Neno la pili, kitabu kile cha Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu yupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alipenda ulimwengu uliokuwa umejaa dhambi, uliokuwa umejaa njia za kupoteza, uliokuwa umejaa njia za mauti, akamwapenda atakayemwamini huyo mwanawe pekee ambaye ni Yesu Kristo tulemleta mahali hapa, asipotee tena bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe, Bwana abarikiwe. Huyo mwana aliyetoa huyo mwana aliyetolewa kama zawadi Yesu ndio tunayemzungumzia habari zake mahali hapa. Alijaja kujizungumzia sisi, alijaja kuzungumzia vyo vyetu, alijaja kuzungumzia sivi zetu, hazivai kitu. Anayefaa hapa ni Yesu, anayestahili na utukufu mahali hapa ni Yesu ndi tuemlopa dunia hapo mwanzo, ulimwengu hapo mwanzo, baada ya mwanadamu kumwasi Mungu dhambi ikaingia duniani

Mwanadamu amemwasi Mungu na kutii sheria na agizo la yule nyoka aliyekuwa ametumiwa na Ibilisi. Mifumo yote ilichafuka, dhambi iliingia kwenye DNA za wanadamu, dhambi ikaingia kwenye damu za wanadamu, dhambi ikaingia katika mifumo yote ya wanadamu. Ndio maana katika mifumo yote iliyotoa dunia rusa imetapakaa, kwa sababu mifumo yote iko mkwamu, iko chini ya movu ya Ibilisi. Haleluya.

Ndio maana duniani hakuna haki, kwa sababu tulichagua dhambi, ambapo ndani ya dhambi hata haki haimo. Ndani ya dhambi kuna uhuru, ndani ya dhambi kuna usisi, ndani ya dhambi kuna utukanacho, ndani ya dhambi kuna uchovu, ndani ya dhambi kuna magonjwa, ndani ya dhambi kuna mauti, kifo. Ilikuwa aina uhalali wakatutoa sisi, watoto wa Mungu tulikuwa na mamlaka zidi ya mauti, tulikuwa na mamlaka zidi ya mapepo

Mungu na mbika mfarakanisho mwanadamu na Mungu, kwa sababu Mungu hana ushirika na kitu kichafu. Mungu wetu ni mtakatifu, kwa mwanadamu baada ya kumfuta mchafo ambaye ni mofe Ibelesi, akakosa sifa na vigeso vya kumkaribia Mungu na wana Mungu waka mfukuso eteni, kama vile sikitu tina kinachofo. Lakini Yesu kuliwe Mungu kwenye Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Mungu wetu ni pendo, bwana akama kutupenda hata katika utaifu wetu, akama kujitoa mwenyewe akaugawa aga uhai wake, ili uweze kuokoka kwa ajili ya kusafisha dhambi na makosa na hatia zetu. Haleluya, Amen. Amen. Amen. Amen ambaye jina lake limeinuliwa kupita majina yote, kupita majina ya wakuu wote na watu, kupita majina ya majemadari wote na watu. Ndiye tunayemtangaza mahali hapa. Amekiinua jina hilo juu kupita majina yote. Ukiwa ndani yake, kasa inapaswa kuyeyuka, maana kasa iko chini yake. Ukimwi unapaswa kutoweka, maana ukimwi uko chini yake

kupoza usauta maana wala damu asipo msefo na mawe atapiga kelele. Kwa nini mawe yako piga kelele ikiwa na damu leo hai wapo? Tumshangilie Bwana, haleluya. Bwana Yesu sifiwe, amen. Chini ya kitanda cha chini, tunamleta mahali hapa Yesu Kristo misaya mpaka wa mafuta wa Bwana aliyechitoa sadaka yake aliyetoa damu yake ili kwamba wakipata niso dhidi ya mwanadamu, alikuwa amemwasi Mungu na Mungu, tena kupitia Yesu Kristo tunapata neema tena ikupatia a